Msamaji wizara ya afya imeweka wazi wasiwasi wasi wake kutokana na ongezeko la visa vya maambukizi mapya ya ukimwi nchini, ikibainika kuwa ongezeko la asilimia 41 ya maambukizi mapya ni miongoni mwa vijana. Ilan Mogaisi ana taarifa hiyo. Ni takwimu iliyowekwa wazi na katibu katika wizara ya afya anayesimamia huduma za afya, Dr Auma Olunga, akizungumza katika chuo cha utabibu cha KMTC jijini Nairobi, katika hafla ya kuzindua rasmi mbio za masafa marefu ya kuidhinisha siku ya ukimwi, huku vijana wakionekana kuathirika zaidi kutokana na ripoti hiyo.

Licha ya mashirika wafadhili yaliyokuwa yakifadhili dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi nchini kujiondoa, katibu huyu amepuzilia mbali tetesi za kuathirika kwa huduma za kusambaza dawa hizo, akisema tayari serikali inatekeleza mikakati ya ununuzi wa dawa hizo na kufanikisha usambazaji huku ikiendelea kutoa uhamasisho wa, wa kukabili ongezeko la maambukizi mapya. And I can assure you from a government perspective that there is no cause for alarm. <laughs>

and on behalf of the Ministry of Health and on behalf of the Kenyan government, tell it categorically that the government is firmly in control to ensure no single person will miss ART. Haya ya kijiri, Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa ya Kuambukiza limesikitika na takwimu hii miongoni mwa vijana, likisema zaidi ya wasichana mia sita wenye umri wa chini ya miaka kumi na sita wanapachikwa ujauzito kila siku nchini, huku wakijipata katika hatari ya kuambukizwa ukimwi.